Karibu tena mashabiki zangu kwenye sehemu ya tatu ya simulizi ya kichawi inayoitwa Agano. Giza linaendelea kutanda na sasa ndoto ya pili inaanza majaribu, yanazidi kuwa mazito. Hebu tuendelee sasa na sehemu ya tatu. Usiku huo, baada ya kutoka kwenye ndoto ya kwanza yenye sura zisizo na nyuso, Erick alijaribu kulala tena, lakini usingizi haukumjia. Kila alipofumba macho, aliona sura ya mama yake, kioo kilichovunjika na kijiji kisicho na sauti. Macho yake yalipotua ukutani, aliona kivuli chake kikitikisika bila mwanga wowote wa taa wala mwezi nje. Ndipo alipohisi kizunguzungu kikali na dunia ikaanza kugeuka polepole. Erick alianguka kitandani, na alipozinduka tena alikuwa mahali pengine, siyo chumbani tena, bali ndani ya uwanja mkubwa wa matope wenye milima mirefu ya mifupa. Anga lilikuwa na rangi ya kijivu yenye macho ya binadamu yakitazama chini. katikati ya uwanja huo kulikuwa na sanamu kubwa ya mtu aliyefungwa mikono na miguu kwa minyororo ya moto. Sanamu hiyo ilimgeukia Erick na kusema, ndoto ya pili imeanza. Hii ni ndoto ya ukweli uliofichwa. Je, utathubutu kuusikiliza? Kabla Erick hajajibu, ardhi ilipasuka na kutoka ndani yake miale ya mioto miekundu. Kulitokea wasichana watatu waliokuwa na nyuso za marumaru, kila mmoja akiwa na kisu mikononi. Mmoja alimsogelea na kusema kwa sauti ya kutetemesha Tuchague mmoja wetu, mmoja ni ukweli, wawili ni uongo. Chagua kwa moyo, sio kwa macho. Erick alisita, alimtazama wa kwanza, macho yake yalikuwa kama macho ya yule mwanamke wa soko. Wa pili alikuwa na sauti kama ya bibi yake aliyemlea. Wa tatu hakuwa na kivuli, kitu ambacho kilimchanganya zaidi. Alimchagua wa tatu, kwa sababu kivuli chake kilikosekana, kama ndoto yenyewe ilivyokosa mwelekeo. Mara baada ya kumgusa, uwanja mzima ulianza kutikisika, milima ya mifupa ikavunjika, na sanamu ya minyororo ikapasuka vipande vipande. Kisha sauti nzito ilisikika angani: umechagua giza, lakini kwa sababu ya nuru ya ndani yako bado haujapotea, lakini beba alama hii. Mkono wa sanamu lililovunjika ulijitokeza kwenye udongo na kumpa Erick kipande cha mkaa uliowaka uking'aa bila kuungua. Alipoamka kitandani alikuwa anashikilia kipande cha mkaa mkononi, halisi kabisa, wenye joto jepesi, na shanga zake zilikuwa zimetoa moshi mwepesi wa kijani. Ndoto ya pili ilikuwa imekwisha, lakini sasa alama ilikuwa mwilini mwake. Kwenye kifua chake, michoro ya mviringo iliyokuwa haipo hapo awali sasa ilionekana, kana kwamba aliichorwa na damu. Erick alisimama mbele ya kioo chake akajiona tofauti. Kitu ndani yake kilikuwa kimeanza kuamka. Na usiku huo bila kupenda alijua ndoto ya tatu ilikuwa njiani, na hapo ndipo mwisho wa sehemu ya tatu. Hmm, asante kwa kuwa nasi kwenye sehemu ya tatu ya Agano. Erick amechagua giza, lakini nuru yake bado ina nguvu. Usikose sehemu ya nne, ukweli utafunguka. Karibu tena.